omba si kwa sababu yake, anaomba kwa sababu yetu. Amen. Yeah. Leo. Yani anakuombea wewe, kwa nini mpaka leo upo hapa? Ni kwa sababu tu ulimkiri Yesu na ulipomkiri ile neema ya maombi yake inakufunika leo, ndio maana nasema Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 17, yeye anasema, Baba, siwaombei ulimwengu bali nawaombea wale ulionipa. Amen. Hey. Narudia, akasema siwaombei ulimwengu, japo hawa wako ulimwengu, walinde dhidi ya ule mwovu, maana wako kwa sababu maombi ya oh, Yesu yakakufanikishe mahitaji yako oh, maombi ya Yesu yakakujaze roho oh, sema na Yesu oh, akasema, siombei dunia japo hawa wako duniani, ninawaombea hawa, maana wamelishika neno lako ulilo nipa, nami nimewapa neno lako nisadiki ya kwamba mimi nalitoka kwako, na wameamini yote niliyowaambia yametoka kwako. Baba, naomba uwalinde dhidi ya yule mwovu. Ninakuombea leo kwa jina la Yesu, Bwana kakulinde dhidi ya yule mwovu. Haho, ehe, usema maombi ya Yesu, maombi ya Yesu.